Kufuatia msiba huo, serikali ya Kenya imewataka wananchi wake kuachana na taarifa zilizozagaa mitaani kuwa huenda kuna hujuma iliyofanywa na kusababisha kuanguka kwa helikopta hiyo, na kwamba wawe watulivu, huku tume maalumu iliyoundwa kuchunguza chanzo cha ajali itakapotoa ripoti yake. Kusema kweli, hayo tu ni uvumi, hauna msingi wowote, kwa sababu tunangojea utaratibu na ripoti ya wataalamu, ili ripoti hiyo tumia katika kutathmini nini kilichojiri, lakini kwa wakati huu e, hatuna e, la kusema ila kwamba tuna kwamba ulikuwa tuni mkasa wa kawaida na hatuna uh, fururo yoyote labda ambayo inatoka ina kwa wataalamu wetu kuonyesha kwamba kuna chochote ambacho kingeweza kuwa si cha kawaida. Kenya imeanza siku tatu za maombolezo ya kitaifa kufuatia kifo cha waziri wa usalama wa ndani wa nchi hiyo Profesa George Saitoti na naibu wake Joshua Orwa Ojode, ajali iliyotokea iliyopoteza maisha wa watano, ya Wakenya wengine watano waliokuwepo ndani ya helikopta hiyo ya jeshi la polisi. Saitoti ambaye ni mchumi na mwana wa hesabu alichukua mafunzo yake nchini Marekani na ni mmoja kati ya wanasiasa maarufu nchini humo. Aida mwaka jana marehemu huyu alitangaza kuwania kiti raisi, cho cho cho raisi, cha uraisi katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa urais cha mwakani. Kutoka Dar es Salaam,